Ni siku ya Jumapili ambapo asubuhi leo mpenzi mtazamaji ninaamini kwamba wakati ambapo umeweza na kupata hakika umebarikiwa. Baraka uanza wakati ambapo hata wewe unajipata unapumua. Unajipata kwamba umeweza na kuamka katika uso wa dunia. Shukuru Mwenyezi Mungu, maana ni wengi ambao walikuwa wanataka wakaweza na kuamka katika uso wa dunia lakini safari yao ikaweza na kuisha tu, mwendo wakaweza na kumaliza, nawe uko umeamka. Baraka gani ambayo unaitafuta kuliko hiyo ambayo ni wakubarikiwa na uhai? Mshukuru Mwenyezi Mungu, nikitumai kwamba hata huo usiku hakika ulikuwa ni wa baraka. Amini hivyo maana waje kuona kila wakati ni kama utendewi mazuri, ni kama uonangi mazuri, ni kama we ndio ulalangi vizuri. Amini, ona baraka za Mwenyezi Mungu kila wakati. Wakati ambapo unajipata kwamba ni kama mafikira yako yanakupeleka mahali ambapo ya unaona tu kila wakati ni kama ni mateso, kila wakati ni kama ni majaribu, angalia uone ule uzuri ambao hata Mwenyezi Mungu ameweza na kukutendea. Angalia kwa engo wingine, utaweza na kupata kwamba hakika umebarikiwa na wee huonangi. Omba Mwenyezi Mungu akufungue macho uone zile baraka ambazo ameweza na kukubariki nazo. Basi ni asubuhi njema ambapo wengi wetu watunafika kanisani kwa siku ya leo, lakini ninakaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka tukaweza na kupokea baraka hata kabla hatujaweza na kufika pale kaniza kanisani, ambapo ninaamini kwamba kipindi cha Manyunyu ya Baraka kitaweza na kukufungulia mengi. Kipindi cha Manyunyu ya Baraka kitaweza na kukuanzishia siku ukiwa umebarikiwa na utaweza na kushinda, ukiwa una tafakari yote ambayo umeweza na kuyafundishwa kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Yule ambaye tuko naye nice, sio mwingine mbali, ni Pasta Pricilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwang'a, Kangundo. Pasta Ruth Machako sabwe ndiko yeye tu ataendelea na kutubariki na neno la Mwenyezi Mungu. Karibu mpendwa mtazamaji, neema ya Mungu imekutosha na Mungu wetu kuwa pamoja nawe. Namshukuru Mungu pia kwa maana Mungu amenipatia neema yake na kunileta mahali hapa. Tunaenda kusoma neno la Bwana katika Mathayo sura ya ishirini na tano, tunaenda kusoma mstari wa sita kumi na tatu. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka na wali wale wote tengeneza sao wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yetu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi; afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakisema, Bwana Bwana, utufungulie. akajibu akasema Amin, na nawaambia siwajui ninyi. basi kesheni kwa sababu amwijui siku wala saa. Baba yetu wa mbinguni, tunasema ni asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo na neema yako ambayo umetupatia tunasema asante kwa ajili ya kibali chako yetu umetupa nafasi nyingine ya kusikia neno lako asubuhi ya leo Bwana, naomba ukawe pamoja nasi, utuongoze na utusaidie, na neno lako Baba likawe la manufaa sana katika maisha yetu. Uwe pamoja nasi katika kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, Amina. Ujumbe wa siku ya leo. Kama vile tumesoma katika Mathayo hiyo sura ya 25 mstari wa sita hadi kumi na Ujumbe ambao tuko nao siku ya leo ni kwamba Yesu yuaja upesi. Ujumbe ambao tuko nao siku ya leo ni kwamba Yesu yuaja upesi. Kwa ajili ya kuwa Yesu yuaja upesi. Haya maneno Yesu aliyatamka kwa wanafunzi wake. Alipokuwa anawaambia neno hili ya kwamba hana budi kuenda na atarudi kuwachukua ili alipo na wao wawe pale pale. Kwa ajili ya hayo, tunaona ya kwamba ipo haja ya kuwa tayari, kwa maana Yesu yuaja. Na hivyo kwa maana Yesu yuaja, anakuja kutuchukua na kututwaa ili mahali alipo na tukaweze kuweko. Hii ni kumaanishi ya kwamba Yesu alienda kuandaa makao kwa ajili yetu na atakapokamilisha yale makao, atarudi tena na atakuja kutuchukua. Hii tunasoma na kujua ya kwamba kwa ajili ya kule kujitayarisha ipo haja ya kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kutubu na kuungama dhambi zetu. Yesu atakaporudi atakuja kuchukua kanisa, kanisa ambalo ni takatifu, kanisa ambalo linampendeza, kanisa ambalo alilikomboa kupitia kwa damu yake ya pekee ambao aliweza kuimwaga msalabani na damu ya pekee ambao alitoa ili akaweze kukomboa ulimwengu na sana, akaweze kuokoa wote wanaomkubali wanaolikubali jina lake. Kwa hivyo, asubuhi ya leo, ipo haja ya kutubu dhambi zako, ipo haja ya kuungama dhambi zako mbele ya Bwana, na ili ukaweze kutambua kwamba wewe ni mwenye dhambi na ukaweze kutambua kwamba unanenda katika njia zisizompendeza Bwana, na ukaweze kutubu makosa yako ili ukaweze kukubalika mbele ya uso wa Bwana. Pia tunaona kwa ajili ya matayarisho pia ni kutenda matendo yanayostahili toba, kama vile mtumishi wa Bwana Yohana alivyowaambia wale watu waliofika kubatizwa naye. Aliwaambia wazae au wawe na matendo yanayostahili toba yao, ukaweze kuishi na kutenda mambo yanayoonyesha ya kwamba umetubu dhambi zako na umeweza kusamehewa. Tunaona ya kwamba mara nyingi wale ambao wamesamehewa, wale ambao wanasema wameokoka, na wale amba Yesu aliweza kuwakomboa kutoka katika hali ya dhambi, mara kwa mara unaona wanatenda matendo yanayofanana na wale ambao kamwe hawajamjua Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo, matendo yako yakawe tofauti na matendo ya wale ambao hawamjui Bwana, matendo amba yako yakawe tofauti na matendo ya wale ambao wamekataa wokovu wa Mungu, ukatende matendo na ukawe na matendo ya unaostahili toba yako. Pia tunaona wakati unapoendelea kujitayarisha ni vyema kutembea katika Roho. Mtumishi wa Bwana Paulo aliweza kuambia Wakristo wa Galatia ya kwamba wakatembee katika roho wakati wote. Unapoenenda katika Roho, utaweza kutambua mapenzi ya Mungu, utaweza kuelewa mapenzi ya Mungu, utaweza kuenenda katika njia zinazostahili mbele ya uso wa Bwana. Tunapotazama yale maneno ambayo tumesoma katika hiyo sura ya tano, mstari wa sita. Tumeona mfano wa wanawali wa, wa kumi. Wale waliokuwa watano walikuwa werefu na watano walikuwa wajinga. Tunaona ya kwamba walikaa katika hali ya kujityarisha, walipokuwa wanangojea bwana harusi, ambaye alikuwa amewaambia ameenda na atarudi. Tunaona watano walikuwa tayari na watano hawakuwa tayari. Basi tuliposoma mstari wa kumi na tatu na mstari wa kumi na moja tunaona bwana harusi alifika na akaenda na wale waliokuwa wamejitayarisha na wale ambao hawakuwa wamejitayarisha, walifika na wakakuti ya kwamba mlango umefungwa. Biblia inatuhimiza ya kwamba tukakeshe, tukakeshe na tukatazame, tukamtarajie Bwana maana yuaja upesi na tunaona ya kwamba kwa sababu hatujui saa na wakati ule ambao Bwana Yesu atakaporudi, wengine wanajitayarisha kwa mambo ya dunia hii, wengine wanajitayarisha hata jinsi watakavyozikwa watakapotoka katika ulimwengu huu, wengine wamejitayarisha kwa ajili ya kujenga majengo makuu, wengine wamejitayarisha kwa ajili ya kuweka bima za afya, wengine wamejitayarisha kwa ajili ya kuweka bima tofauti tofauti Iti wa, ili wa wakati wanapoendelea kuishi wakaweze kuwa tayari kwa ajili ya majanga na mambo ambayo yanaweza kuwapata. Lakini wengine wanasahau, wanapojitayarisha kwa mambo ya dunia hii wanasahau kujitayarisha kwa ajili ya kumngojea Yesu Kristo. Jitayarishe kwa kutubu, jitayarishe kwa kumwamini Yesu Kristo, jitayarishe kwa ajili ya kutenda matendo yanayostahili mbele ya uso wa Bwana. Usijitayarishe kwa mambo ya dunia tu, bali jitayarishe pia kwa mambo ambayo yanahusu ufalme wa mbinguni katika Ufunuo. Mpendwa mtazamaji, Ufunuo sura ya tatu mstari wa kumi na moja Bibilia inasema naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Haleluya. Hapa Yesu anaongea, anaongea na kanisa la leo ya kwamba yuaja upesi. Mpendwa mtazamaji, umejitayarisha kumngojea Yesu? Umeosha mavazi yako katika damu ya mwanakondoo. Umeweka taa yako mafuta kupitia kwa Roho wako Mtakatifu unaishi katika maisha yanayompendeza Mungu, unaenenda katika njia za kicho cha Bwana. Asubuhi ya leo weka moyo wako tayari, weka maisha yako yakae kumpendeza Bwana, maana Bibilia imesema Yesu yuaja upesi, na amesema ujira uko mkononi mwake, kuwalipa kila mmoja kadri ya matendo yake. Matendo yako yako namna gani mbele ya uso wa Bwana? Maana matendo yako yatajidhihirisha kabisa, iwapo uko tayari kumgojea Yesu Kristo au hauko tayari. Usiishi maisha ya kutojali, bali mpendwa, ukaishi maisha ya kumpendeza Mungu na maisha yanayoonyesha ya kwamba hakika unajua ya kwamba Yesu yuko tayari na unaendelea kujitayarisha kwa ajili ya kumgojea mwana wa Mungu ambaye yuaja upese na ambaye atakuja kukupa ujira kwa ajili ya matendo yanayostahili na matendo mema ambayo umekuwa ukitenda ulipokuwa katika ulimwengu. Huu, tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante na shukurani kwako kwa asubuhi ya leo. Baba, umekuwa mwema katika maisha yetu, tumeona mkono wako na rehema zako juu yetu Neno lako limesema, Yesu yu aja upezi, na hivyo tukaone ya kwamba ipo haja ya kujitayarisha. Maana tunapojitayarisha Bwana, tutaweza kutubu na kuungama dhambi zetu, tutatenda matendo yanayopendeza kwako, hata tutaweza Mungu wetu wa mbinguni kuishi kulingana na mapenzi yako Baba. Tusaidie tukakae vyema kumgojea Yesu Kristo, tukaoshe mavazi yetu yakawa ya kupendeza mbele zako, ili atakaporejea Yesu tukaweze kuwa na kujiunga pamoja naye katika mbinguni, jinsi wale wanawali walivyojiunga, kwa maana wao walikuwa tayari. Baba, usikubali tuachwe katika ulimwengu, bali Mungu wetu, tukaingie katika ufalme wako wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Yesu yuwaja upesi, yuwaja upesi. Hivyo basi tunafaa kuwa tayari kila wakati, maana tujui siku hatujui saa, lakini yuwaja upesi. Kwa sababu ya hilo, tunafaa kutubu na tungame dhambi zetu kila wakati. Tunafaa kutenda matendo ambayo anastahili toba, tunafaa kutembea katika roho, na tunafaa yani, maana watu wengi wanaishi kwa maisha ya kutonjali, wanasema kwamba huyu Yesu tulipata tu anahubiriwa, tulipata tu anasemekana kwamba yuaja upesi mimi sitakaa kwa hilo. <clears throat> na mtu anajiachilia tu, anatenda kile ambacho anataka kutenda, anaongea kile ambacho anataka kuongea. Neno limetuimiza kwamba tukaweza na kukaa tukiwa tayari, maana hatujui ni lini Yesu atakapokuwa anarudi. Kaa ukiwa tayari, arudi lini akirudi anakupata tu ukiwa tayari. Tukae tukiwa tayari, maana Yesu anarudi ama iwaja upesi. Pasta, tunashukuru. Wiki yote umetufundisha mengi, wiki yote umekuwa ni wabaraka kwetu, wiki yote umetuombea sana. Mungu nakubariki, Mungu nazidi na na kukuinua wakati ambapo unarudi ABC Mwang'a, Wasalimia na waambie kwamba wanao ndugu, tunawapenda. Basi Mungu pia azidi na kukuongezea mengi. Nimekuwa wako mpenzi mtazamaji, pasa Lucy Michael, nikikutakia wakati mwema. Uwe na siku njema, mahali popote pale utaweza na kuambudu kwa siku ya leo. Mungu akaweze na kukumbuka na ukaweze na kubarikiwa sana kwa sababu ya kufuatilia hiki kipindi.